Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Mashekhe mbalimbali kutoka katika nchi ya Saudi Arabia wakiwemo wanafunzi wa, wa, wa Shekh Muhammad bin Saleh Al Uthaymeen na wanafunzi wa, wa Shekh Abdul Aziz bin Baz na baadhi ya mashehe wengine wamesema kwa kauli zao ya kwamba Waislamu wafunge siku ya Arafa kulingana na tarehe tisa ya miandamo ya miezi ya nchi zao wala sio kulingana na kisimamo cha Arafa au kisimamo cha mahujaji wanaotekeleza ibada ya Arafa. Nitaweka nukuu zao hapa na klipu zao, mutawasikiliza wakizungumza, halafu tutaregesha swali kwa hawa ndugu zetu kina bachu na mfano wake, kwamba je, tuwafuate hawa mashehe na wanafunzi wa mashehe wakubwa hawa walio wengi kauli zao na nasaha zao katika suala la Arafa ama suala la saumu ya Arafa ama tuwafuate nyinyi mulio wachache. Eh, naona mmetumia kauli ya eh, Shekh Saleh Alfauzan na kauli ya Shekh Sulaiman Arruhaili. Sasa hao ni mashekhe wawili, lakini hapa kuna mkusanyiko wa mashekhe. Tunataka kujua tuwafuate hawa ama tuwafuate hawa wawili?

Hiyo ni kauli ya Sheikh Abdulaziz bin Baz akizungumza na akitoa hadithi ile ya Kuraib, ule msafara uliokuja kutoka Sham na ukaleta habari ya kwamba Muawiya mwezi umethibiti kule na watu wakawa wanasherekea Idi, lakini Madina huku ikawa mwezi bado haujathibiti. Wakasema hapana, wao watakamilisha kwa sababu hawajauona mwezi. Akasema kwa hiyo hamna tatizo ikiwa watu watakamilisha ndiyo sawa hiyo, lakini kama watu wenyewe watakinai, waamue eh, kufuata eh, mwandamo ambao kwamba umeusikia ama umeletwa pia hamna tatizo. Kwa hiyo ni kauli ambayo kwamba haikulemea upande wowote, imeweka usawa baina ya masala ya mwandamo wa mwezi. Sasa tuingie katika masala ya Arafa. Tuliweka klipu ya Sheikh uh, Abdul Muhsin, huyu anaitwa Shekh Abdul Muhsin. Huyu Shekh Abdul Muhsin, kama mnavyomwona hapo, huyu ni mwanafunzi katika wanafunzi wakubwa kabisa wa Shekh Abdul Aziz bin Baz, na niliwahi kuweka klipu yake nikaweka na translation pale chini tafsiri ya Kiswahili ili watu waweze kuelewa, lakini naona kuna baadhi ya watu hawamfahamu, wamemtukana sana. Ingia katika mtandao, naenda katika YouTube yake channel yake ya YouTube, ukasikilize mawaidha yake, usikilize darasa zake. Ni moja katika mashekhe wakubwa sana wanaotegemewa katika nchi ya Saudi Arabia, anaitwa Sheikh Abdul Muhsin. Ni moja katika mashekhe wakubwa na wanafunzi wakubwa wa e, Sheikh Abdul Aziz bin Baz. Sasa ile kauli naona wengi waliipinga na wengi walidharau na hawakumtia sana maana. Sasa hapa nimewaleta vizuri, akiregelea ile kauli kwa ufasaha zaidi. Kwa hiyo msikilizeni anachokisema shekhe huyu.

yakunu saumuhum fi hadha al-yaum yuqal yakunu saumuhum fi al-yaum alladhi yuwafiq ru'yatahum yuwafiq ru'yatahum. Okay, nafikiri imesikiliza klip yake, asema kwamba watu katika hii siku ya Arafa, kwanza kabisa eh, watu hawawi sawa katika kufunga na mazingatiwa ni kule kutofautiana kwa muandamo mazingatiwa si kutizama Maka wala kutizama mahujaji. Asema mazingatiwa katika hii siku ya Arafa na katika mwezi wa Dhulhijja ni kutizama ule e, tofauti za miandamo. Ikiwa miandamo imeshikana, fa ahlan sala. Kama miandamo imetofautiana, watu watafuata mwandamo wa nchi zao. Akasema akaendelea kueleza kwamba lau itatokea kwamba e, Saudi Arabia wametangulia, wako mbele wao na watu wa nchi zingine wako nyuma. Sasa ikafika kwamba Saudi Arabia imefika ni wakati wa Idi na wale wako ndio tarehe tisa ndio wanatakiwa wafunge Arafa wao, lakini Saudi wao wako tarehe kumi ambao ni Idi. Je, wataendelea kufunga ama watafuata eh, mahujaji na washerehekee Idi? Akasema kwa ajili hiyo watu watafuata miandamo ya nchi zao utafuata tarehe tisa ya nchi yako na utacherekea Idi tarehe kumi ya nchi yako, sio kwa kufuata e, mwandamo wa Saudi Arabia au kufuata kisimamo au mahujaji. Kwa hiyo mazingatiwa ni mwandamo wa mwezi, na hii ni mwezi anazungumza hapa ni mwezi wa Dhulhijja, na anazungumzia masala ya Arafa, kufunga kwake na mahujaji pia. Na huyu ni mmoja katika wanafunzi wakubwa kabisa waliobakia wa Sheikh Abdulaziz bin Baz ni moja katika wan mwanafunzi wanaotegemewa sana katika mji mtukufu wa Saudi Arabia. So baada ya hapo tukisonga mbele, tutakwenda moja kwa moja kwa mwanafunzi miongoni mwa wanafunzi wa Sheikh Muhammad bin Saleh Al Uthaymeen. Tumsikilize mwanafunzi huyu kwanza, kauli ya Sheikh, Sheikh, eh, Muhammad bin Saleh Al Uthaymeen iko wazi kuiweka huko nyuma sana ambao tayari tulishawahi kuiweka huko nyuma na ishazungumza Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen. Amewahi kusema katika e, swali aliloulizwa akajibu akasema kwamba e, watu watafuata miandamo yao e, ikiwa ni Ramadhani au kama ni e, ni Dhulhijja ama Dhulhijja e, watu watafuata miandamo yao miandamo ya nchi zao, na akaeleza kwa ufasaha kabisa kwamba hata kama Saudi Arabia itatangulia ama itachelewa, itatafautiana na nchi yao wao watatizama hesabu za, za tarehe ya nchi yao na watatizama tarehe tisa, tarehe tisa kwao wafunge na tarehe kumi washerekee Eid. Kauli yake ilikuwa wazi na ajieleza maelezo marefu, lakini hiyo ndio ilikuwa point yake. Huyo alikuwa kwa Sheikh Muhammad bin Saleh Al Uthaymeen. Sasa mwanafunzi wake Sheikh Muhammad bin Saleh Al Uthaymeen, mwanafunzi wake ndio huyo hapa, namweka eh Dr Khalid Khalid, Dr Khalid Al Musleh, huyu ni moja katika

Nafikiri tumesikiliza vizuri hilo swali aliloulizwa shekhe na majibu yake aliyoyajibu. Ameulizwa ikiwa e, nchi nyingine ambayo kwamba si Saudi Arabia imetofautiana na Saudi Arabia kitarehe katika mwezi wa Dhulhijja, e, tarehe yao na tarehe ya Saudi Arabia zimetofautiana, je, katika suala la Arafa watawaunga wale walioko Maka walioko Saudi Arabia mahujaji na Idi vilevile, ama watafanyaje? Hukumu ni ipi hapo? Sheikh akajibu akasema, masala ya Arafa na masala ya Idul Adha haya ni masala yanafungamana na, na miandamu ya mwezi, na akasema katika mazungumzo yake hakuna utofauti katika masala ya Ramadhani ya miandamu ya mwezi na mwezi wa Dhulhijja, ni masala mamoja haya, japo yako katika sura tofauti, lakini ni masala ni mamoja. Kwa hiyo hakuna utofauti wowote ule, watu watatizama mwezi na watahesabu siku zao, ikifika tarehe tisa mwezi wa Dhulhijja watafunga Arafa na tarehe kumi watasherekea yaumul idi kulingamana na tarehe ya nchi zao, wala sio kulingamana na Saudi Arabia. Na masala ya kutizama Saudi Arabia na kujitosheleza haya ni masala ambayo kwamba ametaja kwamba ni masala yanayofungamana na, na e, madhehebu ya e, kihanafi e, madhehebu ya mahanafi na madhehebu ya ya mahanabila e, madhehebu ya Limamu Ahmad bin Hanbali. Sasa ameweka wazi na amefafanua vizuri, ili akasema kwamba mazingatiwa ni watu wafuate tarehe za nchi zao. Huyu ni mwanafunzi wa e, moja katika mashekhe wakubwa ambaye ni Shekh Muhammad bin Saleh al Uthaimin. Huyu ni mwanafunzi wake na kauli yake ni hiyo. Sasa tutataka tusikilize Bachu. Je, na hili nalo unalionaje? Tukitoka hapo twende moja kwa moja kwa shekhe anayefuata.

katika mji mtukufu wa Saudi Arabia, anasema na yeye kwamba ameulizwa swali, kwa hiyo akajibu kwa urefu, lakini mimi nitaeleza kwa ufupi pointi ambayo kwamba ameieleza shekhe. Shekhe amesema kwa kulingamana na masala ya kutofautiana miandamo katika mwezi wa Dhulhijja, je, watu watafuata miandamo ya nchi zao ama watu watafuata muandamo wa nchi Saudi Arabia na watafuata mahujaji Shekh akasema hapana, watu watafuata miandamo ya nchi zao na hiyo ndiyo e, kauli rajih na hiyo ndio kauli yenye nguvu kwamba watu watafuata miandamo ya nchi zao. Tarehe tisa ya mji wako ndio utakaofuata, wala sio kufuata mahujaji, wala sio kufuata nchi ya Saudi Arabia. Hiyo ni kauli kutoka kwa Shekh Dr Aziz Farhan, kauli yake imekuwa wazi kabisa na imefafanua vizuri kabisa. Na hawa mashekhe nimeweka hapa kwa kulingana na time itabidi mimi nikome hapa kwa sababu sitaki clip iendelee. Lakini wako mashekhe chungu mzima hapa wanazungumza masala hayo hayo kwamba watu wafuate miandamo ya nchi zao wala si kufuata miandamo ya nchi Saudi Arabia. Sasa mashekhe ni jopo hili kubwa kabisa la mashekhe wanazungumza kauli hiyo hiyo moja wanakuikariri. Lakini cha ajabu utakuta mtu amekwenda kuchukua kauli ya Sheikh Saleh Fauzani. Na, na, na kauli ya Suleiman Ruhaili, Sheikh Suleiman Ruhaili anachukua kauli hizo, wamezifanya kama ambaye ni qala Allahu wa qala Rasul. Hizi kauli za mashekhe wote ambao kwamba tutazitoa hapa kutoka kwa e, mashekhe wakubwa kina Bin Bazi na kina Ibn Uthaymeen na wanafunzi wao na wenginewe, zote hizo jamaa wanazitupa, wana kuna kushika zingine kwa kuwa e, zinawasapoti vile wanavyotaka wao lakini hizi zingine zote wanazikataa. Kwa nini? Tuweni na insafu katika dini, tuweni na ikhlasi katika dini, tuweze kusema yale ya uhaki ambayo kwamba yameelezwa na mashekhe na wanawazuoni mbalimbali. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.